Tume ya Maadili na kupambana na Ufisadi nchini imebadili uamuzi wa wake wa hapo awali wa kumkamata kiongozi wa mrengo wa upinzani wa CORD Raila Odinga kwa madai ya matumizi mabaya ya fedha za Eurobond. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Nelson Mzee, tume hiyo imesema kuwa kiongozi huyo wa CORD kupitia mawakili wake amefuata taratibu zilizoamrishwa za kujiwasilisha mbele ya tume hiyo na stakabadhi zote husika. Mkurugenzi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Halaki Wako amesema kuwa hoja kuu ya kiongozi huyo inatokana na stakabadhi mbili kutoka kwa ofisi ya wizara ya fedha ambayo inahusu matumizi ya robo ya kwanza ya uchumi ya mwaka wa 2014-15 na maangalizi ya bajeti yani budget review outlook paper ya mwezi Septemba mwaka huu. Hatua hiyo ya kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga kuwasilisha stakabadhi kupitia mawakili wake kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC bila shaka imeonyesha ishara ya kutii sheria aliyopewa ya hapo awali ya kumtaka ajitokeze kuelezea kinaga ubaga kuhusiana na swala hilo la Eurobond. Wakenya wengi walitarajia kuwa labda kiongozi huyo atakaidi mwaliko huo wa kumtaka kujiwasilisha mbele ya tume hiyo na kueleza kinaga ubaga kuhusiana na swala hilo. Haya najiri siku moja tu baada ya Raila kutangaza waziwazi wazi kukataa ombi la kumtaka kujiwasilisha mbele ya tume hiyo. Mapema hii leo, Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba siku ya Jumamosi katika maadhimisho ya siku ya Jamhuri alimtaka kiongozi huyo kukoma kutoa matamshi kuhusiana na suala hilo la Eurobond na badala yake kuwasilisha tetesi zake kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi. lakini hakuna haja ya kunipinga na kufanya mambo ambayo inaharibu uchumi wa nchi hii kwa sababu jameni, unataka Wakenya waumie? Kwa sababu unachukia Uhuru. Huku swala hili likiwa linazua mihemko mbalimbali humu nchini, wakazi wa hapa Mombasa walikuwa na haya ya kusema. Sioni sababu gani serikali inatoa ukali, wakiulizwa wajibike kwa wananchi jinsi walivyotumia hela za wananchi. Hii hela ya Eurobond ni deni na ni deni ambayo italipwa na mkenya wa kawaida, mimi na wewe. Kwa hivyo ni wajibu wa serikali kuwajibika kwa wananchi na kueleza, kutoa mstakabadhi ambayo yanaeleza jinsi hela ilivyotumika. Mimi nilikuwa naonelea kabisa kabisa kama kodi Raila anauhakika kabisa, sioni nini yanaogopa. Kuna sheria, ati atawezaenda sijui ahukumiwa na nini? Abi wananishi waziwazi, kwa sababu hata wananishi wanauliza, kama kodi yanaogea ukori sijui ni kwa nini yanaogopa na sheria ziko analindwa na, na sheria. Sioni harassment yote ambayo atakienda huko. Raila should not appear and he should not be summoned kwa sababu EACC has all that mandate to do that. Yeye aliuliza swali na it's logic, ukiulizwa swali the official should go back to the drawing table. Nikiripotia habari za Mwambao, mimi ni Nelson Mzee.